Haya, <coughs> na ndugu yetu mwingine naye anauliza, kuna maneno nimearuka hapa, ambayo yanasema, tunaomba kiongozi wetu Khalifa atusaidie kujibu maswali tuliyoyauliza. Sasa sijajua maswali yenyewe ndio haya au labda kuna mengine ambayo kwa bahati mbaya siku yaona nikayaruka. Ni fafanulieni vizuri, mnisaidie, ni haya ambayo tunaongea sasa au labda kuna maswali mengine, bahati mbaya labda siku yaona au labda nimeyapita tu, mnijulishe inshallah. Maana mpaka hapa kwa kweli kidogo nina nimekosa uelewa hmm. Sasa swali linalofuatia anasema, bwana mmoja ndugu yetu anasema anapenda kuuliza kama mtu kanywa pombe kwa mujibu wa sheria. Je, yaani kisheria huyu mtu kesha kunywa pombe anachofanya chaheri au akafanya cha shari huandikwa? Au mfano akatoa ahadi au akaapa kwa Mwenyezi Mungu, je, kiapo chake hukubalika kisheria au sawa eh? mm. Mlevi amekunywa kitu ambacho kinatengeneza mshindo mpya ndani ya mfumo wa utendaji kazi wa akili yake, kaongeza kitu ambacho kinaleta ima kasi kubwa zaidi ya kufikiri, ambayo si sahihi fikira zake au kinaleta aina fulani ya uzembe wa kutokuwa makini wala kutojali, na yote haya mawili hayamfai mtu, hayamfai kwa hiyo, huyu bwana atakachosema atasema kwa mujibu wa ufahamu wa kile kilichoongezeka katika mishipake ya uelewa, siyo katika halihali sa anavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo, vitu anavyofanya vakimakosa vitaandikwa makosa, kwa sababu lile jambo kalifanyia kwa hiari. Yani, kajitoa ufahamu. Eh, amekula lidude kalinywa lime, limeenda kutengeneza marekebisho mapya kwenye mfumo wake wa fikra. Kwa hiyo sasa anawaza vitu kinyume nyume. Unaona? Kwa hiyo kwa sababu lile jambo kalifanya kwa, kwa, kwa, kwa hiari yake hakulazimishwa chochote, atakachofanya katika khairi hakitothibiti wakati huo na atakachofanya katika shari kitathibiti na kumwangamiza wakati huo akifanya kheri wakati huo, kwamba akatoa sadaka, yuko nzwi, katoa sadaka. Sawa, eh kula sadaka hapa, eh hey, ujui Mungu kasema sadaka ni muhimu. Basi ile sadaka, wale watu wanaowapa, hmm? Wakapokea, sawa, kwa wao haina shida kupokea ile sadaka, lakini ni hela tu amepokea kwa huyu bwana, sawa na kwa yeye yule alotoa hakuna thawabu yoyote kwa sababu ametoa katika shinikizo, si katika akili timamu, wala hakaja kusudia kheri hapo. Hapo ni tuseme ni mizongezonge tu ilo mpelekea kufanya hayo, hapa hakuna thawabu inayopatikana hmm. Ama akifanya shari kipindi hicho, shari inapatikana kwa sababu ya kule kuwa kadhamiria Sawa, kabla alikuwa na akili timamu, akili zake zilikuwa sawa, aliamua makusudi kuziharibu zile akili ili zitoe maamuzi yasiyoeleweka. Kwa sababu hiyo, matokeo yote yatakayofanyika baada ya kulewa yawe mabaya sana, yatamwajibikia yeye, kwa sababu hayo mabaya ameyafanya kwa kukusudia hasa, kajitia kitu mwilini ili kimwendeshe mbio afanye ovyo vitu, basi matokeo yake yatamwajibikia yeye mwenyewe. Ama akifanya jambo la heri katika hali kama hiyo basi hakuna thawabu inayopatikana kwa sababu maamuzi juu ya utendaji wa hiyo kheri hayakuwa katika muwala wa kisheria wa namna mtu anavyotakiwa kutoa maamuzi. Anakuwa kafanya wema wa kawaida kibinadamu, lakini sio wema wa kumpa thawabu na kumtia peponi. La, thuma, la. Kwa sababu mwanadamu siku zote anapofanya ibada pamesemwa kwamba pawe na taklifu, hali ya kulazimika kwa mujibu wa sheria na hilo jambo halifanyiki kama akili huna, unaona eh, huwezi fanya taklifu kama akili huna na pombe inaondoa akili. Kwa hiyo kile chombo ambacho ndio muhimu cha kupangia mambo hakifanyi kazi wakati huo, sawa. Unafanya kazi uamuzi ambao wewe umeuingiza kwa nguvu humo ndani, na sasa unaendesha vitu kichwa chini miguu juu. Ukifanya jema, si kwamba wewe ndio nia yako, na ukifanya baya, we ni mshenzi tu, kwa sababu uliamua kwamba utumie kitu kitakacho kufanya ujifanyie vitu eh, mzobe mzobe. Hiyo kwa, kwa namna ya wema haithibiti kutoka kwa mtu mbaya ambaye kalewa, hmm. Shahari inathibiti kwa sababu kaikusudia na kaidhamiria, ndo hivo hmm.